E, bana weekend iliyopita, kama nakumbuka vizuri, kulikuwa na tukio kubwa Tanzania, tukio la kutoa tunzo kwa Malkia wote wa nguvu waliofanya vizuri kwenye sekta mbalimbali, mojawapo mbali. Kati ya watu ambao walifanikiwa kukwarua tunzo hizo ni pamoja na Bishosti Jokate Mwegelo kwenye sekta ya business innovation, na moja kati ya vitu alivyoviongea vikubwa ni ndoto zake za baadaye, ambapo kama kaois ya 255 ilifanikiwa kuvinasa, naweza kusema kwamba natamani siku moja niwe kama Baresa niwe kama Muhammad Dauji. Kwa nini wanaume tu ndo wawe brands kubwa hapa nchini Tanzania? Wanatumia rasilimali hizi hizi, wanatuhudumia sisi hapa, watu ni sisi sisi ambao tunanunua bidhaa zao. Kwa hiyo, hiyo ni ndoto yangu, lakini ndoto yangu iweze kufanikiwa, nadhani inahitaji support kubwa kutoka kwa serikali. Serikali tuangalie sisi ambao tuna brands ambazo zinasikika sana Nadhani ukienda sehemu mbalimbali za Tanzania watu wanajua jina ya Kidoti, lakini ule uwezo wa kutransform lile jina sasa likawa sasa biashara kubwa, tunahitaji support ya serikali, tuangalie tubebe, ione jinsi gani ambavyo tunashikana na brands ambazo ni upcoming kutoka kwenye generation yetu zikafanya vizuri, sio tu nchini Tanzania. Kwa sababu mimi nikijiangalia, kuna watu wanapenda brandi yangu kutoka Kenya, kuna watu wanapenda brand ya Kidoti kutoka Rwanda, lakini najiestablish vipi katika ili, zile nchi? tunahitaji support